Ndugu uh, wasikilizaji e, tumeombwa tuongelee kuhusiana na swala, je, uchaguzi ufanyike au usifanyike? E, hilo ndo tumeambiwa tuongelee. Alonipigia nikamwambia, mbona hii kama ya kisiasa, mimi ni mwanasheria nitaweza? Akaniambia, uta huwezi kukosa cha kusema. oni anze kwa kusema kwanza E, kama ilivyosemwa mwanzo, uchaguzi ni kitu muhimu sana. E, kuna huo msingi wa mamlaka ya wananchi e, huo msingi unasema kwamba wananchi ndio wanaunda serikali na kwa sababu wananchi wanaunda serikali e, ni muhimu, na namna ya kuunda serikali tulionayo ni kupitia uchaguzi na wananchi, serikali inawajibika kwa wananchi na namna ya kuiwajibisha serikali ni kupitia uchaguzi. Uchaguzi ni kitu muhimu. Pia unawapa wananchi nafasi ya kushiriki katika masuala ya umma. Eh, wawe na ukaribu, wawe na uhusiano fulani na serikali yao. Halafu pia uchaguzi unatoa nafasi ya kutatua matatizo yaliyopo ya, ya kisiasa ya kiuchumi ya kijamii, ambayo inabidi wananchi wabadilishe serikali kapu, kama itahitajika ili waweze kutatua hayo eh, matatizo. Lakini pia nilitaka kusema nipitie kidogo eh, kuna mkataba wa, eh, wa umoja wa Afrika AU, eh, eh, kuhusiana na demokrasia, uchaguzi na utawala. Mkataba huu umeainisha misingi au principles e, zinazohusiana na uchaguzi ambazo ningependa niziseme kwa haraka haraka, na muda hakuna. Kwanza wanasema ni muhimu kuanzisha taasisi ambayo ni thabiti na huru ya kusimamia uchaguzi. Halafu pili ni muhimu e, kuwe na e, mfumo wa kutatua migogoro ya uchaguzi ambao ni mzuri thabiti. Halafu tatu, wanasema ni muhimu wagombea wote kwenye uchaguzi wapewe nafasi kwenye vyombo vya habari hasa vya dola. mimi huwa nafikiria E, isiwe dola, tulitakiwa kuandika sheria yetu hata vyombo vya binafsi kwa sababu usimpe mtu mmoja e, nafasi ya kutumia fedha na kuweza kushinda. Kama wewe una TV yako binafsi una, unatoa nafasi kwa, e, kwa mtu fulani kujitangaza, inabidi ulazimisho kuwapa kuwa wote nafasi na hiyo huwa ni, ni mawazo yangu. Kitu kingine ambacho wamekisema e, huu mkataba ni vizuri kuwe na e, kanuni za maadili, so e, hivyo hizo kanuni za maadili ambazo mmesikia e, nadhani zimetokana na hii recommendation ya huu mkataba e, wa Afrika. Pia e, SADC nao wana mwongozo e, wa uchaguzi wao. Wanasema nyingi sana, nitasoma chache. Mojawapo ni kwamba lazima wananchi wapewe nafasi E, ya kikamilifu kushiriki kwenye uchaguzi. Pia lazima kuwe na uhuru wa ku e, kwa kushirikiana kama vyama vya siasa vikitaka kushirikiana kukud, ukitakiwa kuunda chama cha siasa ili ushiriki kwenye uchaguzi hiyo e, hiyo, hiyo haki inatakiwa kutolewa pia. Ya tatu wanasema kuwe na uvumilivu wa kisiasa political tolerance. Nne wanasema kwamba Eh, lazima vyama vyote vipewe nafasi eh, kwenye vyombo vya habari kujitangaza sera zao wapewe nafasi, sio kwamba labda kuna chama kimoja tu kinapewa nafasi, wengine watangazwe okay. Eh, pia kuwe na elimu ya wapiga kura ni muhimu itolewe. Yapo mengi, kwa sababu sina muda, haya ndiyo mimi nimeona eh, kwamba ni muhimu tutakavyokuwa tunajadili masuala ya uchaguzi wetu ni muhimu kuyakumbuka haya maswala kwamba, eh, inasisitizwa kuwa ni taasisi huru inayosimamia uchaguzi, kuwe na mfumo mzuri wa kushughulikia malalamiko ya uchaguzi, na pia vyombo vi, amini vyama vyetu vya siasa eh, lazima vipewe nafasi sawa eh, bila upendeleo. Sasa baada ya kusema hivyo E, kwa haraka haraka e, ndugu wasikilizaji, niseme mwaka jana kulitungwa sheria kuu mbili. Kuna hii sheria ya uchaguzi wa uraisi e, ubunge na udiwani ala, alafu pia kuna sheria ya tume huru ya uchaguzi. Mabadiliko hayo yaliyofanywa sheria, kama mnavyoelewa e, kuna e, maoni kwamba hayajatosheleza, hayajotosheleza, bado kuna malalamiko mojawapo lalamiko kubwa kama ambavyo mnajua ni kuhusiana na uhuru wa tume ya uchaguzi. Watu wanasema hii sio tume huru, ingawa inaitwa tume huru ya uchaguzi. Na tumeambiwa tuchambue hoja zinazotokana na je, tuwe na uchaguzi au la. Hapa kuna pande mbili hasa. Upande mmoja ni upinzani, hasa hasa e, chama cha Chadema, ndio wamekuwa waki E, ongelea sana hizi hoja, e, hoja mojawapo ni kwamba wanasema lazima kufanyike mabadiliko ya kikatiba na kisheria kuhusiana na tume e, ya uchaguzi au tume huru ya uchaguzi na pia iundwe upya wanavyosema. Pili, wanasema wa wapiga kura waandikishwe upya. E, tatu wanasema e, utaratibu ambao umekwepwa ambao aliusema mheshimiwa Warioba, wa kuengua e, wagombea wa upinzani usitishwe. Halafu pia tuondokane na utaratibu au udanganyifu wa kura bandia. Halafu kingine walicho, wanachosema e, ule mtindo wa kuwazuia mawakala wa vyama vya upinzani kuingia kwenye vituo vya kupiga kura, huo utaratibu nao usitishwe. E, kingine wanasema wakurugenzi wa serikali za mitaa na watumishi wa serikali wasishirikishwe kwenye uchaguzi e, sheria mpya mbili e, na tume huru ya uchaguzi e, ikapewa hilo jina na wanasema hayo ni mabadiliko pili. Wakasema hakuna muda kwa sasa kuweza kufanya mabadiliko mapana e, kabla ya uchaguzi. Eh, oh, wao kwa kawaida eh, wanacho kwa eh, kwa ujumla wanasema uchaguzi ufanyike kufatana na eh, sheria zilizopo sasa hivi na jinsi ulivyopangwa utafanyika mwisho wa mwezi. Sasa kwa kifupi, eh, kwa kifupi na wa, ndugu wasikilizaji wa, eh, kuna namna ya kuangalia hii. Kwa maoni yangu, ukiangalia hizi sababu ambazo za malalamiko unaweza ukazigawanya kwenye sehemu mbili. Moja inahitaji mabadiliko ya, ki, eh, ya kikatiba na kisheria, hasa hasa swala la tume, tume kuundwa upya, inahitaji kwanza tubadilishe katiba na inahitaji tubadilishe sheria. Hilo ndio naliona mimi moja tu ambalo linahitaji mabadiliko ya katiba na kisheria. Haya mengine ya kuzuia wa eh, laba mawakala kura bandia na mengine haya, ni masuala ya kiutendaji, hayahitaji mabadiliko ya sheria kwa sababu hakuna sheria inayosema kura bandia, kama zipo zina, zinatakiwa kuletwa. Hakuna sheria hiyo. O ni masuala ambayo ni ya kusimamiwa kutekeleza sheria kwamba hivyo vitu visifanyike, mawakala waruhusiwe kuingia e, watu wasienguliwe. Hakuna sheria inayosema kwamba e, waenguliwe haya yote kwa kiasi kikubwa, haya ni masuala ambayo yanaweza akatatuliwa na uongozi kwa kufanya maamuzi na kutoa eh, maelekezo kwamba watu wasienguliwe, kusiwe na kura eh, za bandia, eh, tukaweza kwenda mbele. Sasa baada ya kusema hivyo, eh, mapendekezo yangu na mheshimiwa Warioba hapa amesha tupreempt kwa sababu amesha sema yote kwamba inafaa kuwe na mkutano. Mwalimu wangu uh, profesa Fimbo, alisema kwenye maandishi yake moja, alisema kwamba uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini huu haukuwa uchaguzi, alisema kwa kutumia lugha yake, alisema it was a caricature of election, ilikuwa ni kama kinyago, kitu cha sio uchaguzi, ilikuwa ni kitu ambacho kilifanana na uchaguzi Uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini. Ona nafikiri kwa mawazo yangu yafaa kama taifa tusirudie ile aibu eh, tu, tufanye uchaguzi wetu uwe mzuri eh, na isiwe kwamba tunapata ta, eh, taswira mbaya kwamba sisi tunafanya uchaguzi tunarushiana mawe. Nadhani Tanzania iliwahi ishapiga hatua sana kwenye masuala ya utawala, tulishakuwa na siasa tumeisha kuwa na ma, eh, makabila mengi yanaishi kwa amani na sisi ndio tulikuwa tunawasaidia wengine. Inafaa kujali maslaha mapana ma, ma ya taifa kwamba tuwe na uchaguzi mzuri, na tunaweza kuwa na uchaguzi mzuri kama wadau wote wataweza kukaa pamoja na wakaamua, eh, kutatua matatizo yaliyopo. Baada ya kusema hayo, eh, niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Alishtoa kukazisha dokta, kwa sababu alikuwa anatoa na mapendekezo kabisa na resolution, sijui rapotu ameyasikia hayo.